Taarifa rasmi kutoka mji wa Vatican inaeleza kwamba kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Francis ameruhusiwa kwenda nyumbani baada ya kuwa hospitalini kwa muda wa zaidi ya mwezi mmoja. Kwa mujibu wa madaktari waliokuwa wakimtibu katika hospitali ya Gemeli mjini Roma, Papa ataondoka hospitalini leo, na kurejea katika makazi yake rasmi huko Vatican ambapo atatarajiwa kuwa ndani kwa muda wa miezi miwili. Taarifa za ndani kutoka mjini Roma zinasema kwamba Papa ataonekana hadharani kwa mara ya kwanza y jioni hii ya Jumapili ya Machi 23, 2025 kwenye dirisha la wodi ambayo alikuwa amelazwa kwa muda wote. Baada ya kuonekana huko, Papa Francis atawabariki waamini atakaokuwa wamekusanyika nje ya hospitali hiyo kumwombea apate ahueni. Kisha ataondoka kuelekea kwenye makazi yake ambapo ataangaliwa kwa ukaribu na madaktari wake na hataweza kuchangamana na watu wengine kwa muda wa miezi miwili hadi pale afya yake itapohakikishiwa kuwa salama kabisa. Kiongozi huyo wa madhehebu ya Wakatoliki ya dini ya Kikristo, mwenye umri wa miaka 88 alilazwa mnamo Februari 14 na mpaka siku ya leo anaruhusiwa kutoka hospitalini humo, ni takribani amelazwa kwa muda wa wiki tano akiwa na changamoto za mfumo wa kupumua na vilevile akiugua nimonia ama kichomi, huku madaktari waliokuwa wakimuuguza wamesema kwamba wamefurahi kuona kwamba papa anaendelea vizuri na ameruhusiwa hospitalini kurudi nyumbani. Siku ya Ijumaa, Kardinali Victor Fernandez aliambia wanahabari kwamba papa aliwekewa hewa ya oksijeni mara kwa mara, na idadi kubwa ya hewa hiyo hukausha viungo mwilini, hasa kwenye koo, na kwa sababu ya hilo papa atalazimika kujifunza kuzungumza upya na kimnukuu, taarifa yake inasema kwamba wengi wanafurahi kwamba Papa anahisi vyema na kwamba anarejea nyumbani, ila haijulikani kwa wakati huu ikiwa ataweza kuongoza misa ya Pasaka kama ilivyokuwa kawaida yake, mwisho wa kunukuu. Wiki chache zilizopita Wakristo waliadhimisha Jumatano ya majivu kwa ibada maalum ambapo Papa hakuhudhuria kwa ajili ya hali yake ya kiafya. Hii ni Sawasawa digito. Habari kiganjani mwako.